Moja kubwa ambalo Mungu ametutendea ni kutuandalia viongozi makini wenye nia ya kuona sekta ya madini inakuwa na kuleta maendeleo Tanzania, na yote haya ni juhudi za Mheshimiwa Daktari Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye bila yeye hatusingefika hapa tulipo, na tunaona nia njema ambayo ipo, mengi ametufanyia Mama Samia wachimbaji tunatamani kuona mabadiliko hapa Geita na Tanzania kwa ujumla. Tuko tayari, tumeshaweka mikakati ya kuleta teknolojia za kuondokana kabisa na madhara ya mercury. Tuna mitambo maalum mheshimiwa, ambayo tunajua ikifanyika hapa Geita, kwanza uzalishaji utaongezeka, lakini vile vile tunaomba uendelee kutushika mkono wizara yako tunahitaji vijana ambao wamesoma waliotoka GST na wanaoweza kufanya exploration, waongeze nguvu, tuje tuishi nao hapa Geita, kwa sababu sisi wachimbaji hatutaki kubahatisha. Iwe kamati maalum mheshimiwa, tunakuomba ambao tukikaa nayo tukipita migodi ya wachimbaji wadogo, kinamama na vijana, tukafanya nayo kazi, tuone tija kwa mwenyekiti wa ililika Golden Dash nina kongamano hili limetuhamasisha wamama wachimbaji wadogo wadogo. Wakati sasa tumekuja kwa sababu ya kumsifia na kumshukuru mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan kwa miaka yake minne, ametuibua ametuibua, tumekuwa vizuri. Mimi kama nimepokea tunzo ya malekeo madini kanda ya Ziwa kwa sababu ya nguvu za mama, miaka Ma yake minne ya mama imenifanya kuonekana kuwa kinara wa madini kwa kupitia mama. Sasa amesema anatuandalia mitambo mingine, maana alishatukabidhi mitambo mingine, anatuongezea mitambo mingine tena, wa mama, mitambo ya utongaji kupitia sekta zetu za uchimbaji mdogo, sekta mdogo, sekta yetu ya madini Saniko na wafadhili wetu wakubwa tunashukuru kwa kuendelea kutupendelea wanawake. Ni kweli ni dhahiri kabisa utendaji kazi wa mheshimiwa mama Samia tunauona. Kwanza ni uhuru kwa akina mama, lakini pia tunaona jinsi usamani wa mwanamke unavyopatikana kuliko kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma alikuwa anachimba wanaume wakichimba madini wanaume wakienda, mama wanaweza kufanyia ukatili mkubwa sana, lakini leo migodi mingi tumetafakaa, wanawake sawa kwa wanaume, na tunafanya kazi bila ukatili. Hususan ni zamani, mgodi wa Matabe mwanamke alikuwa hawezi kuchimba, unabobaegani leo Matabe tunachimba, leo Ramgasa tunachimba, sehemu ambayo ilikuwa ya ukatili zaidi mpaka Iparamasa, leo tunachimba. Tunaona kabisa kwa miaka minne ya mama Samia, sisi wanawake wachimbaji wa, wa tunaangalia kabisa jitihada zake za kutuweka huru ni zaidi na zaidi na zaidi. Tunampongeza sana. Kwa majina naitwa Kareko Asmani, nikitokea mgodi wa Ililika Gold Mine nikiwa pale kama msaidizi wa katibu. Lakini sasa naomba niongelee kuhusu hiki ili tukio lililotokea leo kwa mheshimiwa rais, tunampongeza sana kama wakinamama waililikwa, na pia tunamshukuru kwa hiyo miaka minne ya wa kutuwezesha wamama wachimbaji tukafikia hapa tulipofikia, na tutampa mitano tena aendelee kutufanyia yale mema ambayo wametuangalia wamama.